Mbalami Ujenzi, tunaendelea na na tuna ujenzi, tumefikia hatua ya kupaua mm. nyumba zetu kama kawaida zipo tatu. Hii ya kwanza, zile kule frame hii vyumba viwili ua kwa wale ambao wanatufuatiliaga nadhani naani kazi kwao siongeni na wewe unatuangalia kuanzia leo basi vilevile hatuna budi tukushukuru kwa kutufuatilia Mbalami Ujenzi mm. ni mafundi bora ofisi yetu ipo vikindu kutoka vikindu mjini kilomita moja ilipo ofisi yetu Mbalami Ujenzi kwa Maundu, mtaa wa Magomeni. Mm, leo hii tunafikia hatua ya kugonga mbao nandogaziyetu, tumeanza. Asanteni sana kwa, ku, kwa kutusapoti na kutuangalia na kutufuatilia, hmm. Kila laheri.